Bodi ya Ligi Kuu Tanzania imetoa adhabu kwa mwamuzi Heri Sasi baada ya kushindwa kumudu mchezo kati ya Simba SC na Singida Black Stars. Mwamuzi huyo amefungiwa kwa muda wa miezi sita kwa sababu ya kufanya maamuzi mengi yaliyobainika kuwa na dosari katika kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Hatua hii imechukuliwa kwa lengo la kuhakikisha Viwango vya uamuzi vinabaki kuwa vya haki na vinafata kanuni zilizowekwa na vyombo vya soka. Mbali na adhabu kwa muamuzi Heri Sasi, Bodi ya Ligi pia imeipiga faini Simba SC, kiasi cha shilingi milioni tano baada ya mashabiki wake kurusha chupa uwanjani wakati wa mchezo huo. Kitendo hicho kilitajwa kuwa cha ukiukaji wa maadili ya michezo na usalama wa mechi. Hivyo Simba ililazimika kulipa adhabu hiyo ili kuhimiza nidhamu kwa mashabiki wake. Aidha, kocha wa Simba SC Fadlu Davids naye hajakwepa mkono wa sheria baada ya kuilalamikia bodi ya ligi kuu Tanzania kuhusu ratiba ya michezo yao ya NBC Premier League, akidai kuna ajenda tofauti inayohusiana na kupanga ratiba za mechi zao. Kutokana na shutuma hizo, Fadlu Davids ametozwa faini ya shilingi milioni mbili, huku akitakiwa kufuata taratibu sahihi za kulalamika badala ya kutoa kauli za kuishutumu bodi hadharani. Hatua hizi zinaonesha kuwa bodi ya ligi kuu Tanzania imejikita katika kuhakikisha usimamizi mzuri wa ligi kwa kuzingatia sheria na kulinda hadhi ya mchezo wa mpira wa miguu nchini. Adhabu hizi zinatarajiwa kuwa somo kwa wadau wa soka